Hujambo msikilizaji, na karibu kwenye matangazo yetu ya leo tarehe ishirini na saba ya mwezi Januari. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia kwa nasi hadi mwisho, DW habari za ulimwengu, msomaji mm, wako ni mimi Rafi Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. India na Umoja wa Ulaya hivi leo zitatia saini mkataba mkubwa wa biashara huria Umoja wa Mataifa umesema msaada wa kiutu umeanza kusambazwa kwenye mji wa Kobani nchini Siria, na waziri mkuu wa Uingereza Kiastama anaelekea China hii leo kwa ziara ya kuimarisha mahusiano. Habari kamili. New Deli, India na Umoja wa Ulaya zinatarajiwa leo kutia saini mkataba mkubwa wa biashara huria ambao umekamilika baada ya miongo miwili ya majadiliano. Utiaji saini mkataba huo utafanyika wakati wa mkutano wa kilele kati ya India na Umoja Ulaya wa Ulaya utakaofunguliwa leo kwenye mji mkuu wa India, New Delhi. Viongozi wakuu wa Umoja wa Ulaya ambao wako nchini India tangu siku ya Jumapili watajumuika na waziri mkuu wa India Narendra Modi kushuhudia utiaji saini mkataba huu na utajwa kuwa wa kihistoria. Pande hizo mbili zinatumai makubaliano hayo yataongeza thamani ya biashara baina yao ambayo tayari ilifikia dola bilioni 139 mwaka 2024. Rais wa halmashauri kuu ya umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, ambaye pamoja na mwenzake wa baraza kuu la umoja huu Antonio Costa wanaitembelea India, amesema mkataba huu utafungua fursa kubwa kwa mataifa ishirini na saba wanachama wa umoja wa Ulaya. Damascus. Umoja wa Mataifa umesema msaada wa kiutu uliotuma kwenye mji uliofurika watu wa Kobane, kaskazini mashariki mwa Siria, umeanza kusambazwa kuwasaidia maelfu ya watu waliokimbia mapigano kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji wa Kikurdi. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kiutu imesema malori ishirini na manne yaliyosheheni vyakula, vifaa vya matibabu na mahitaji ya watoto tayari yamepakuliwa na misaada imeanza kutolewa kwa watu. Shehena hiyo ndiyo msafara wa kwanza wa misaada kuufikia mji huu tangu kuzuka kwa mapigano kati ya pande hizo mbili. Mapema mwezi huu serikali ya Siria ilianzisha operesheni kubwa ya kuyatoa maeneo yaliyokuwa chini ya wa wapiganaji wa kundi la wakurdi wa SDF wakilenga kulivunja kundi hilo na kulijumuisha kwenye jeshi la taifa. Maelfu ya watu waliokimbia mapigano walifurika kwenye mji wa Kobani na wiki iliyopita walilalamika kukosa mahitaji muhimu ikiwemo maji na chakula. Minneapolis: Rais Donald Trump wa Marekani amesema amemtuma afisa mkuu wa uhamiaji na ulinzi wa mipaka wa nchi hiyo kwenda kusimamia oparesheni za kuwasaka wahamiaji wasio na vibali kwenye mji wa Minneapolis, akilenga kutuliza hasira ya umma baada ya maafisa wa uhamiaji kumuua mtu wa pili kwenye mojawapo ya operesheni zao. Trump ameonyesha ishara ya kutafuta suluhu baada ya video iliyoonyesha maafisa wa uhamiaji wakimpiga risasi raia mwingine kuzusha maandamano makubwa ya umma na ukosoaji kutoka kwa marais wa zamani Bill Clinton na Barack Obama. Trump amesema Tom Homan ambaye anaongoza idara ya taifa ya uhamiaji na mipaka atakwenda kusimamia operesheni zinazoendelea na kwamba amefanya mazungumzo na gavana wa jimbo la Minnesota uliko mji wa Minneapolis pamoja na meya wa mji huo. Hatua hizo zinaashiria mabadiliko ya mtazamo ndani ya utawali wa Trump kuhusu operesheni zake za kuwasaka wahamiaji ambazo mara kadhaa zimehusisha matumizi makubwa ya nguvu ya dola. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. London. Waziri mkuu wa Uingereza Kiastama anaelekea China leo Jumane kwa ziara ya kwanza ya kiongozi wa nchi hiyo mjini Beijing katika kipindi cha miaka minane iliyopita. Ziara yake inalenga kuimarisha mahusiano yaliyopaya na taifa hilo lenye uchumi mkubwa wa pili duniani na kupunguza utegemezi kwa Marekani, ambayo imechukua mkondo wa sera zisizotabirika. Stama anakuwa kiongozi wa hivi karibuni kabisa kutoka nchi za magharibi kuizuru China na anafanya safari hiyo katikati ya mivutano inayozidi makali baina ya Uingereza na mshirika wake wa muda mrefu Marekani. Stama atafuatana na ujumbe mkubwa wa wafanya biashara pamoja na mawaziri wawili. Amepangiwa kuwa na mazungumzo na viongozi wa China mjini Beijing na kisha atautembelea mji wa kibiashara wa Shanghai kabla ya baadaye kuelekea nchini Japan na hatimaye Karakas. Shirika kubwa zaidi la kutetea haki za wafungwa nchini Venezuela limesema makumi ya wafungwa wameachiwa huru mwishoni mwa juma lililopita nchini humo. Tangazo hilo limetolewa katika wakati Marekani inaendelea kuitia kishindo serikali mjini Caracas kuwaachia watu wengi zaidi waliotiwa korokoroni wakati wa utawala wa rais aliyeondoliwa madarakani kwa mabavu Nicolas Maduro. Mkuu wa shirika hilo la Foro Penal Alfredo Romero amearifu kupitia ujumbe kwenye mtandao wa kijamii kwamba kwa jumla watu mia mbili sitini na sita aliwataja kuwa wafungwa wa kisiasa wameruhusiwa kutoka gerezani tangu Januari nane mwaka huu. Wafungwa mia moja kati ya hao wameachiwa ndani ya kipindi cha siku mbili zilizopita katika kile serikali mpya ya Rais Delcy Rodriguez aliyekuwa makamu wa Maduro imekitaja kuwa ishara yani ya njema na huu msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyohojia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bon. DW dunia yetu leo asubuhi. India na Umoja wa Ulaya kusaini makubaliano ya kibiashara ya kihistoria hivi leo mjini New Delhi. Mwaka mmoja umetimia tangu mji wa Goma mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ulipoangukia mikononi mwa waasi wa M23. Hatukutarajia, tulijua kuna silaha nyingi hapa, wazalendo, Fardese, MONUSCO, halafu kila kitu kikasimama. Na huko Zanzibar, dhamira kubwa kwa wakati ule ilikuwa watu wanapinga matokeo ya uchaguzi wanataka uchaguzi ule aidha urudiwe. Wananchi wanakumbuka leo miaka 25 tangu mauaji dhidi ya raia visiwani humo kufuatia maandamano yaliyoandaliwa na kilichokuwa chama kikuu cha upinzani CUF baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi katika Dunia Yetu leo asubuhi. Mimi ni Saumu Mwasimba. Asante msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi katika matangazo haya. Tuanzie uchambuzi wetu huko barani Asia ambako waziri mkuu wa India Narendra Modi amesifu mahusiano yaliyopo kati ya nchi yake na Umoja wa Ulaya akisema kushiriki kwa viongozi wa ngazi za juu wa jumuiya hiyo katika sherehe za siku ya jamhuri kumeonyesha kuimarika kwa ushirikiano huo na dhamira ya pande zote ya kujali maadili ya pamoja. Hivi leo viongozi wa Umoja wa Ulaya na India watakuwa na mkutano wa kilele ambako watasainiwa makubaliano ya kihistoria ya kibiashara. Rashid Chilumba anaarifu zaidi. Waziri mkuu huyu wa India aliusifu uhusiano kati ya pande hizo mbili kwenye ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X muda mfupi kabla ya kufanyika kwa sherehe za siku jamhuri nchini India. Viongozi wakuu wa umoja wa Ulaya ambao ni rais wa halmashauri kuu ya umoja huo Ursula von der Leyen na yule wa baraza kuu Antonio Costa walialikwa kwa wageni rasmi kwenye sherehe hizo zilizojumuisha gwaride na onyesho la zana za kivita. Hivi leo viongozi hao wawili pamoja na mwenyeji wao, waziri mkuu Narendra Modi, wanatazamiwa kushiriki mkutano wa kilele kati ya umoja wa Ulaya na India utakaofanyika mjini New Delhi. Ajenda ya mkutano huu ni kutiwa saini kwa mkataba wa biashara huria kati ya India na Umoja wa Ulaya wenye nchi wanachama ishirini na saba. Viongozi wa pande zote mbili wameutaja mkataba huu kuwa mama wa mikataba yote ya biashara huria duniani. Umefikiwa baada ya karibu miaka ishirini ya majadiliano mapana na ya kina wanatumai utasaidia kuzikinga chumi zao na changamoto kubwa kutoka mataifa mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani kwa maana Marekani na China. Waziri wa biashara wa India, Piyush Goyal amesema majadiliano tayari yamemalizika na mkataba utakaotiwa saini utakuwa wa kihistoria. Chini ya mkataba huo India inatarajiwa kufungua milango ya soko lake kwa bidhaa muhimu kutoka Ulaya, ikiwemo magari na mvinyo, huku yenyewe ikipatiwa nafasi ya kusafirisha bidhaa kama nguo, madawa na vitu vingine kwenda mataifa Umoja wa Ulaya. Bibi Von der Leyen umoja Ulaya Ulaya Von der Leyen amesema umoja wa Ulaya utapata nafasi ya kulifikia soko la India kwa kiwango ambacho hakijapata kuonekana hapo kabla, hasa ikizingatiwa kuwa nchi hiyo ya Asia inafahamika kwa serikali za kuzuia uingizaji bidhaa kutoka nje. Hivi sasa pande hizo tayari zinafanya biashara kubwa baina yao. Takwimu zinaonyesha kwa mwaka 2024 mauzo ya bidhaa kati ya India na Umoja wa Ulaya yalifikia dola bilioni 139 ikiwa ni ongezeko la asilimia tisini ikilinganishwa na muongo mmoja uliopita, kulingana na Umoja wa Ulaya. Sekta ya huduma nayo kati ya pande hizo mbili ilifikia dola bilioni 69 katika kipindi hicho cha mwaka 2024. Umoja wula umekuwa ukilikodolia macho soko la India kwa miaka mingi. Umoja huo unaizingatia India kuwa eneo muhimu kibiashara, hasa kutokana na ukweli kwamba taifa hilo la Asia ndio lenye idadi kubwa zaidi ya watu duniani hivi sasa na uchumi wake unakuwa kwa kasi. India na umoja wa Ulaya pia wanatazamiwa kukamilisha makubaliano yatakayowezesha kubadilishana wafanyakazi, fursa za masomo kwa wanafunzi wa kila upande, watafiti, pamoja na mashirikiano kwenye sekta za ulinzi na usalama. Asante sana Rashid Chilumba na taarifa hiyo kuhusu mkutano wa kilele kati ya India na Umoja wa Ulaya. Mwaka mmoja umetimia tangu mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulipoangukia mikononi mwa wasi wa M ishirini na tatu tarehe ishirini na saba Januari mwaka elfu mbili ishirini na tano mji huo ulidhibitiwa kikamilifu na waasi hao ambao ni washirika wa Rwanda baada ya mapigano makali ya siku kadhaa. Maisha ya wakazi wa mji huo na maeneo mengine ya mikoa ya Kivu yamebadilika pakubwa, kama anavyoeleza mwandishi wetu wa Goma, Rutha Longa, katika ripoti ifuatayo inayosoma studioni na Bakari Ubena. Kwa wakazi wa Goma, tarehe 27 Januari mwaka elfu mbili ishirini na tano imebaki siku isiyosahaulika. Katika saa na siku zilizofuata kuanguka kwa Goma, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR ilikusanya miili katika maeneo mbalimbali ya mji huku shughuli za kiuchumi zikiwa zimesimama kabisa. Wakazi wengi walilazimika ama kujifungia ndani au kukimbia kuyanusuru maisha yao. Mwaka mmoja baada ya matukio haya, watu hao bado wanaishi na athari za tukio hilo. Msongo wa mawazo, vifo, kutengana kwa familia na hali ngumu ya kiuchumi, kama anavyosimulia mmoja wao Colette Furaha mwenye umri wa miaka 55. Anasema siku waasi wa, wa M23 walipoukamata mji wa Goma, nyumba yake haikuwa tena kimbilio bali ilikuwa kama mtego kwa wakazi wengi. Kuanguka kwa mji kulikuwa ni mshtuko mkubwa, hakuna aliyetarajia Goma ilionekana kuwa salama kutokana na uwepo wa jeshi la Kongo, wanamgambo wazalendo, wa zalendo na vikosi vya Monusco. Lakini wakati waasi walipokuwa wakisonga mbele kimya kimya upande wa kaskazini kuelekea Kibumba, majeshi ya serikali yalikuwa yakiweka nguvu zao magharibi kuelekea Sake. Safi Elizee anasema kila kitu kilitokea kwa ghafla, hatukutarajia, tulijua kuna silaha nyingi hapa Wazalendo, fardese, Monusco. Halafu kila kitu kikasimama, hakuna biashara, hakuna mahitaji ya msingi, vita vikaanza. Shirika la msalaba mwekundu linakusanya maiti mitaani, benki zimefungwa, kila kitu kilitokea ghafla. Leo tumetimiza mwaka mmoja wa kuishi kwa kubahatisha, ukweli ni kwamba hatuna tena maisha ya kawaida. Pas, Goma ilikuwa imekatika kabisa, bila maji, bila umeme na bila mtandao. Wakazi hawakuwa na njia nyingine isipokuwa kuelekea karibu na mpaka wa Rwanda ili kuwasiliana na ndugu zao. Familia nyingi zilijikuta zimetengana na zikiwa katika hofu kubwa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa kijana huyo wa miaka thelathini, Archimede Tied. Kulikuwa na hofu, tuliwekwa ndani ya nyumba, ilibidi tugawanyike. Mimi nililazimika kuwaacha kaka zangu nyumbani na kukimbilia Rwanda wakati mapigano yakiendelea wa tulikuwa na maswali mengi bila intaneti, hatukujua chochote. Je, bado wako hai? Na tulipokutana tena, ilikuwa ni hisia mchanganyiko, furaha lakini pia hofu mwaka mmoja baada ya M23 kuchukua Goma, wakazi bado wanakabiliwa na athari za kisaikolojia zilizosababishwa na mapigano. Leo tarehe ishirini na saba Januari mwaka 2026, inatimia miaka 25 tangu mauaji dhidi ya raia visiwani Zanzibar kufuatia maandamano yaliyoandaliwa na kilichokuwa chama kikuu cha upinzani CUF baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2000. Kwa mujibu wa ripoti za mashirika mbalimbali mbali ya haki za binadamu na wanaharakati zaidi ya watu arobaini waliuawa, mamia kujeruhiwa, wengine kubakwa na maelfu kugeuka kuwa wakimbizi kwanza nchini Kenya na kisha Somalia. Mwenzangu Mohammed Khelef amezungumza na Said Miraji aliyekuwa mkurugenzi wa vijana wa Kafu wakati huo na aliyekuwa mratibu mkuu wa maandamano hayo, na kwanza ametaka kujua kipi kiliwasukuma kuandamana. Dhamira kubwa kwa wakati ule ilikuwa watu wanapinga matokeo ya uchaguzi, wanataka uchaguzi ule aidha urudiwe na kwa kipindi ambacho tulikuwa tuko kwenye hayo mambo ya kupanga utaratibu wa kurudia uchaguzi, watu walitaka e, tume itakayosimamia uchaguzi iwe tume huru kabisa, lakini walipendekeza kwa wakati ule hata serikali iliyopo madarakani ikiwezekana e, basi kuwe na serikali labda ya mpito e, au ya umoja wa kitaifa, na zaidi tulitaka katiba iandikwe upya na kupitiwa upya kwa sheria za uchaguzi. robokari nimepita Unapoangalia nyuma kile ambacho mlikuwa mnakipigania wakati huo miaka ya ishirini na tano baadaye, kimepatikana unaweza ukaona kwa kiasi fulani, yapo mambo ambayo yamefanikiwa, japo si kwa asilimia zinazopaswa. Kwa mfano, sasa hivi tunazungumza tukiwa na tume ambayo inashirikisha uh, baadhi ya watu kutoka vyama vya upinzani, lakini uhalisia wa utendaji wa tume wenyewe ndio unaolalamikiwa sio kuwa tu na majina ya makamishna kutoka upande wa upinzani. E, sasa mpaka sasa hivi malalamiko bado yapo e, kwenye dhima ya tume na masala ya matokeo ya uchaguzi yanayotangazwa katika nafasi mbalimbali zikiwemo za uwakilishi, ubunge, udiwani na hata uraisi kwa kule Zanzibar. Miongoni mwa mambo ambayo yaliyofanya nadhani kuingia kwenye maandamano ni kukosa kwenu imani na mfumo uliopo, mfumo kama unavyosema wa uchaguzi wa katiba wa sheria na kadha wa kadha. Hii imani ya wananchi miaka ishirini na tano baadaye unadhani imerudi? Uh, tatizo la siasa za Zanzibar ni kwamba vyama vina influence kubwa sana kwa wananchi uh, kwa hivyo unaweza kuwaona wakati mwingine uh, wananchi wanakubaliana na kitu sio kwa sababu wameuamini mfumo, lakini ni kwa sababu wameshawishika na mapendekezo na ushauri waliopewa na viongozi kwamba amani ni kitu cha kwanza, Zanzibar ni kitu cha kwanza, uhai wa watu na umoja wetu ni kitu cha kwanza. Kwa hivyo hii falsafa mara nyingi sana imekuwa ikitumika kwa nyakati tofauti. Watu wanaamini kabisa hapa kiongozi fulani kwenye ubunge, uwakilishi, diwani na hata urais amedhulumika, na kudhulumika kwake tumedhulumiwa sisi. Watu wana, wakati mwingine hawaamini misimamo na mitazamo ya kisheria inayotumika kwao, lakini busara na hekima ndizo zinazokuwa zinatawala. Aa, umeishi miaka ishirini na tano hii ukiwa ndani ya Tanzania pande zote mbili za muungano, unapoiangalia robo karne nyingine ijayo baada ya robo karne hii kupita, manake miaka hamsini itakuwa hii. Je, yeah, unadhani kwamba unaweza ukaisoma Zanzibar tofauti Tanzania tofauti baada ya ambayo yalijiri miaka ishi ya ishirini na tano iliyopita na ambayo amejiri juzi, kutokana na haya haya mambo ya maswala ya chaguzi, masuala ya imani baina ya watawala wanatawaliwa, inaweza kubadilika. Kwa mfano, Zanzibar ilipobadilika ikapatikana na serikali ya umoja wa kitaifa na hali ikatulia, nani alitazamia huyo? Ni Saidi Miraji, mkurugenzi wa vijana wa chama cha CUF kilichokuwa chama kikuu cha upinzani huko visiwani Zanzibar akizungumzia miaka ishirini na tano tangu mauaji dhidi ya raia katika visiwa hivyo yaliyotokea mwaka elfu mbili. DW tunavuma kwa kishindo. Mauaji wa ya Wayahudi yanakumbukwa sana kama msiba mkubwa ulioteketeza jamii za Kiyahudi barani Ulaya, lakini athari zake zilienda mbali zaidi ya mipaka ya bara hilo. Mateso ya Wanazi na sera zao za chuki dhidi wa ya Wayahudi yalifikia hadi Afrika Kaskazini, katika eneo la Magharib ambako wayahudi wa Moroko, Algeria, Tunisia na Libya waliteseka chini ya ukaliaji wa wanazi na washirika wao katika maeneo hayo. Zaidi msikilize Sudi Mnete katika uchambuzi wa mwandishi wa DW Felix Tamsut. Wayahudi waliuawa, walazimishwa kwenda kwenye kambi za mateso, waliteseka katika mazingira ya kinyama na waliondolewa kabisa katika maisha ya kijamii. Kabla ya vita kuu ya pili ya dunia, jamii ya kiyahudi katika eneo la Magharib zilikuwa zikistawi kwa mujibu wa Yad Vashem, kituo cha ukumbusho cha Holocaust mjini Jerusalem, kulikuwa na takriban Wayahudi laki nne na elfu kumi na tano waliokuwa wakiishi Maghrib kabla ya vita, na ikiwa kadirio la watu laki mbili nchini Moroko, laki moja na elfu ishirini nchini Algeria, elfu themanini na tano nchini Tunisia na elfu thelathini nchini Libya. Dan Michman, mkuu wa taasisi ya kimataifa ya utafiti ya Holocaust huko Yad Vashem, ameiambia DW kwamba licha ya kwamba Holocaust ilitokea Ulaya, Afrika Kaskazini na jamii zake za kiyahudi pia ziliathiriwa kwa viwango tofauti na vita hivyo. Libya ambayo wakati huo ilikuwa koloni la Italia la kifashisti chini ya Benito Musolini mwanzoni iliweza kuepuka utekelezaji kamili wa sheria ya kupinga wayahudi zilizotungwa mjini Roma, lakini jambo hilo lilibadilika mwanzoni mwa miaka 1940 na baadaye kulitolewa amri iliyolazimisha wanaume wote wa kiyahudi wenye umri wa miaka 18 hadi 45 kupelekwa kwenye kambi za kazi. Katika kambi kadha za kazi zilizoundwa kwa ajili ya wayahudi wa Libya, Giado iliyoko kilomita mia moja hamsini kutoka mji mkuu wa Tripoli ndio ilijulikana zaidi kwa ukatili wake. Wayahudi walishikiliwa humo katika mazingira duni ya kiafya na walipata chakula kidogo sana, hali iliosababisha kuenea kwa magonjwa katika kambi hiyo. Takriban Wayahudi elfu mbili mia sita walipelekwa Giado kati ya Mei elfu moja mia tisa arobaini na mbili na kukombolewa kwenye kambi hiyo na majeshi ya Uingereza Januari elfu moja mia tisa arobaini na tatu. Takribani wayahudi mia tano kati ya hao walikufa kutokana na njaa, uchovu na magonjwa, ikiwa ni idadi kubwa zaidi ya wayahudi kutoka katika nchi yoyote ya Afrika kaskazini waliouawa wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia. Jamii ya kiyahudi iliyokuwa kistawi nchini Tunisia ilikuwa imeenea katika miji kadha, huku idadi kubwa zaidi ikiishi katika mji mkuu wa Tunis. Ilikuwa jamii yenye utofauti mkubwa sana wa kisiasa na kiakili ikiwa pamoja na wazayuni wa socialist na wakomunisti. Nadia Nakesh ni binti mnusurika wa Holocaust kutoka mji wa Gabes mjini Tunisia. Anakumbuka kusikia kutoka kwa wazazi wake kwamba ingawa jamii za eneo hilo zilifahamu kuwa vita ilikuwa inaendelea, hawakujua ukubwa wake wala athari zake halisi hadi wakati huu. Msongo wa mawazo bado ni mada muhimu miongoni mwa kizazi cha walionusurika na tukamilisha. Uchambuzi wa ripoti zetu kwa kutazama ripoti hii inayosema kwamba Marekani imeanza kutekeleza maamuzi ya kusitisha utoaji wa viza kwa raia wa mataifa yapatayo sabini na tano, wengi wao kutoka barani Afrika. Hatua hii ni mkakati wa rais Donald Trump wa kuimarisha sera kali za uhamiaji. Uchambuzi wa ripoti ya mwandishi wa DW Martina Shvikovski inasomwa na Dkt Bulendu. Chini ya uamuzi huo ulianza Januari ishirini na moja mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita waombaji wa, wa viza za kuishi na kufanya kazi nchini Marekani kutoka nchi hizo hawatapewa viza, ingawa bado wanaruhusiwa kuwasilisha maombi yao, wakati mapitio ya sera yakiendelea. Mataifa ya Afrika ambayo yameathirika na marufuku hiyo yamo kutoka ukanda wa Afrika Mashariki, ikiwemo Tanzania na Uganda. Mengine ni pamoja na Misri, Ethiopia, Somalia, Sudan na Sudani ya Kusini, huku Afrika Magharibi ikijumuishwa Ghana, Nigeria, Senegal, Sierra Leone na Ivory Coasti miongoni mwa walioathirika zaidi. Serikali ya Washington inadai kuwa hatua hiyo inalenga kukomesha kile ilichokiita matumizi mabaya ya mfumo wa uhamiaji, ikisisitiza kuwa wahamiaji wanapaswa kujitegemea kifedha na wasiwe mzigo kwa walipakoji wa Marekani. Akizungumza na DW msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Philip Assis alisema serikali inafanya mapitio ya kina ya sera zake za uhamiaji ili kuhakikisha wahamiaji hawategemei misaada ya kijamii. Hata hivyo, viza za utalii, wanariadha na, na vyombo vya habari hazijaathiriwa na mabadiliko hayo ya Washington. Hatua wa hiyo inakuja wakati Marekani ikijiandaa kuwa mwenyeji wa kombe la dunia la FIFA la mwaka elfu mbili na ishirini na sita pamoja na Canada na Mexico pamoja na michezo ya Olimpiki ya mwaka elfu mbili na ishirini na nane huko Los Angeles, matukio ambayo Marekani huyatangaza kama fursa ya kuunganisha mataifa. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanasema sera hiyo inachochewa na falsafa ya utaifa wa vuguvugu vugu la MAGA la Trump ambalo linaonyesha wahamiaji kama tishio kwa ajira, usalama na ustawi wa jamii ya Marekani. Hata hivyo mashirika ya kutetea haki za wahamiaji yanaonya kuwa vikwazo hivyo vinaweza kuathiri vibaya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Afrika, huku yakizidisha changamoto kwa vijana wanaotafuta elimu, ajira na kuunganisha familia zao. Rais wa Marekani Donald Trump, tangu kuingia kwake amekuwa gumzo duniani kote kutokana na misimamo ya, na maamuzi yake kuhusu Marekani na mataifa ya nje, huku yeye ya ya akiaita yanalenga kulinda maslahi ya Marekani na Wamarekani, huku wakosoaji wake wamekuwa wakiyaona maamuzi hayo kama njia ya kuitenga Marekani na dunia. Asante Doto Bulendu kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, ndo tumekamilisha uchambuzi huu, endelea kuwa nasi Bw. Afya Yako. Tatizo la mapafu kujaa maji hutokea pale yanapokusanyika kati ya kuta mbili zinazoyazunguka mapafu. Kwa kawaida mapafu huwa na maji kidogo yanayosaidia kupunguza msuguano wakati wa kupumua, lakini yakiongezeka husababisha matatizo ya kiafya. Hujambo, msikilizaji, ni matumaini yangu, siha yako ni njema. Karibu katika makala ya afya yako ambayo leo inaangazia tatizo la mapafu kujaa maji, kwa lugha ya kitaalamu pulmonary effusion. Jina langu ni Tatu Yahya. Mapafu ni sehemu muhimu ya mfumo wa upumuaji, yakichukua oksijeni kutoka puani au mdomoni na kuipeleka kwenye vifuko vidogo vinavyoitwa alveoli, ambako oksijeni huingia kwenye damu na kusambazwa mwilini. Daktari bingwa wa magonjwa ya mapafu na mfumo wa upumuaji kutoka hospitali ya rufaa Mloganzila, ambayo ni tawi la hospitali ya taifa Muhimbili, Daktari Ruti Mwapule anasema Tatizo la kujaa maji kwenye mapafu linasababishwa na vitu vinavyozuia yale maji ambayo kwa kawaida huwa yanakuwepo kushindwa kutoka au kujaa kwa spidi kubwa. Zipo sababu kadhaa ambazo wataalamu wanasema zinaweza kusababisha mapafu kujaa maji, ni kama vile shinikizo la damu kwenye mishipa ya mapafu, upungufu wa protini pamoja na homa ya mapafu, magonjwa kama saratani. Inaweza pia ikafanya zile kuta zikawa zimevimba na maji yakawa yanaingia kwa wingi, uwepo wa maji mengi katika maeneo mengine ya mwili kama vile tumboni. Tatizo hili linaweza kumpata mtu yeyote bila kuchagua umri, lakini sababu hutofautiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Kushindwa kupumua, kukohoa na maumivu makali ambayo husababisha mtu kushindwa kulala upande ambao umeathirika, ni miongoni mwa dalili za mapafu kujaa maji. Mapafu yakijaa maji husababisha pia mtu kupata shida ya kupumua kwa sababu mapafu yanashindwa kutanuka vizuri, lakini pia anaweza akasikia maumivu kama sababu ni kuvimba kwa hizo kuta, na anaweza akawa anashindwa kulala na upande mmojawapo nikiwa hapa Odini nakutana na mzee Egidius. Nikimtazama na mkadiria kuwa na umri wa miaka sitini, ananiambia kuwa alianza kuona dalili za kukohoa kusiko kawaida takriban miezi sita iliyopita. Nilianza kukohoa taratibu nikizania kwamba labda ni kozi vya kawaida, lakini hali hiyo iliendelea, nikaenda katika hospitali ya Kagondo nikapiga picha x-ray, ila waliniambia kwenye kifua chako kiko sawa. Miezi wakaendelea ikabidi tuhamie Bukoba government hostel pale. Wakaniambia kwamba nimeugua TB lakini hali yangu iliendelea kutokuwa nzuri, tatizo lipo kwenye pafu la kushoto. Wataalamu wanasema kuwa tatizo la mapafu kujaa maji hugunduliwa kwa njia kuu mbili. Mosi ni kuchukua sampuli ya maji yaliyokusanyika kwa ajili ya uchunguzi Vipimo vingine ambavyo vinaweza vikafanyika ni vipimo vya damu vya kujaribu kuangalia uwepo wa magonjwa au uharibifu kwenye viungo vingine vya mwili kama ini, figo, moyo, vinaweza vikatusaidia pia kupata kujua sababu. Kulingana na Dokta Mapule, kama maji yatakaa kwa muda mrefu, yanaweza kuganda na kuyafanya mapafu kuwa madogo, hivyo kushindwa kutanuka. Madhara mengine ni kupata magonjwa kwa maana ya bakteria wanaweza wakaingia. Uwepo wa yale maji unaweza kawa kama ni mazalia ya wadudu, kwa hiyo akawa anapata maambukizi ya wadudu mara kwa mara. Mbali na Igidius, nakutana pia na Agustino ambaye anapata matibabu pia katika hospitali ya rufaa Mdoganzila. Anasema haikuwa rahisi kwake kugundulika mapema, lakini baada ya kupata matibabu hali yake imeanza kuimarika. Kipindi maji yamejaa, pumzi yangu ilikuwa ni ya shida sana, yani siwezi kulala, yani vyote vyote ilikuwa inashindikana, lakini baada ya kuntoa maji ikawa nimepata wafasali. Takwimu zinaonyesha kuwa ni watu mia tatu ishirini kati ya laki moja ambao wanapata tatizo la mapafu kujaa maji, huku wanawake wakiongoza zaidi. Dr. Ruti Mwapule anasema ili kuisaidia jamii kujikinga na tatizo la mapafu kujaa maji, watu wanapaswa kufanya uchunguzi wa mara kwa mara, ikiwemo wa matiti, saratani za kizazi na kuacha mfumo wa maisha ambao hauna mazoezi. Msikilizaji, sina la ziada katika makala ya afya yako. Ulikuwa nami Tatu Yahya. Kwa heri kwa sasa.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 Tulikuwa hewani kupitia satellite badery 8 Utelsat 8 WB, Hotbed 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni kwa aherini.